ICC sasa inamhitaji Samia Suluhu kujibu mashtaka baada ya uchunguzi wa BBC Africa Eye kuibua tuhuma kubwa dhidi ya umwagaji damu uliofanyika nchini Tanzania. Jambo, na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na kumbuka kusubscribe. Uchunguzi maalum uliofanywa na kitengo cha uchunguzi wa BBC Africa Eye umeibua mjadala mkubwa wa kisiasa ndani na nje ya Tanzania baada ya kushtumiwa kwa madai ya utekaji nyara, mateso makali na ukiukwaji wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa na baadhi ya watumishi wa dola, ikijumuisha afisa mmoja wa ngazi ya juu ndani ya jeshi la polisi. Uchunguzi huu uliotumia ushahidi wa mashahidi wa moja kwa moja, vielelezo vya kitaalamu na vya vyanzo mbalimbali umeibua tuhuma za uzito ambazo zinalenga moja kwa moja mvutano kati ya serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, wanaharakati wa, wa haki za binadamu, na jamii ya kimataifa. Haya yote yanapelekea hali tete nchini Tanzania, ambapo Samia Suluhu sasa huenda kafika ICC rasmi kujibu mashtaka ya mauaji ambayo yalifanywa, ambapo maandamano yalifanyika na walioandamana kuuliwa uh, bila sababu. Uchunguzi huu uliofanywa unaonyesha kuwepo kwa visa kadhaa ambapo watu waliodaiwa kuwa na mafunzo ya wa kiusalama walifuatilia kuteka nyara na kutesa raia wakitumia mbinu zinazofanana na zile za vyombo vya dola. Jina la afisa mmoja wa polisi lijitokeza mara kwa mara katika simulizi za mashahidi, aliliyofanya BBC kufafanua kwamba ni mtu wa maslahi katika sakata hili. Hata hivyo, suala hili bado halijathibitishwa na chombo huru kisheria nchini Tanzania, na kanuni ya msingi ya haki kusema mtu aliyedaiwa kufanya kosa hana hatia hadi itakapothibitika mahakamani. Na katika miaka hivi karibuni Tanzania imekuwa ikipigania kuonyesha mstakabali wa siasa bora na ulinzi wa haki za binadamu. Wakati Rais Samia Suluhu Hassan alipochukua uongozi mwaka elfu mbili ishirini na moja, kulikuwa na matumaini ya mabadiliko makubwa katika uwazi wa serikali na heshima ya haki za msingi. Na baada ya kurejesha baadhi ya haki za kisiasa zilizopunguzwa kwa miaka iliyopita. Hata hivyo, ripoti za hivi karibuni zinaonyesha mabadiliko ya maoni, ambapo msimamo wa serikali kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na ulinzi wa wanaharakati umevutia ukosoaji mkubwa. Uchunguzi wa BBC Africa ayo State of Fear Inside Tanzania's Enforced Disappearances unaitwa umeonyesha simulizi za wakazi na wanaharakati walioathirika na kutoweka kwa kulazimishwa, na baadhi yao kufichua jinsi walivyotekwa na kuteswa licha ya uh, msitizo wa serikali kwamba haitumii udhibiti mkali dhidi ya wananchi wake. Mashahidi kadhaa walisimulia kwa undani mateso yao, huku wengine wakidai walikuwa wamevumilia uhuru wao bila sababu za kisheria ushuhudi ulioonyeshwa katika uchunguzi wa BBC unaonyesha visa vya kutisha vya utekaji na mateso na wanaharakati. Ama mwanaharakati mmoja wa haki za binadamu aliyeguswa na safari ya kuchunguza masuala ya siasa alidai kutekwa mara, ama kutekwa nyara baada ya kukimbizwa na magari yake kuhusika kinyume na taratibu za kisheria, kuteswa na kupigwa na baadaye kuacha mwili wake katika eneo la Jangwani karibu na Katavi ambapo aliokolewa na watu waliopita barabarani. Waandishi wa habari wameonyesha tukio la mashuhuda wawili maarufu, Boniface Mwangi ambaye anatoka nchini Kenya na Agatha Tuhairi wa Uganda, ambao waliingia Tanzania kwa madhumuni ya kushuhudia kesi ya kisiasa ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, lakini baadaye walishikiliwa na kudaiwa kutendewa mateso makubwa kabla ya kutupwa nje ya nchi. Mshirika wa chama cha upinzani nchini Tanzania , Hilda Newton, alidai alitekwa na kushinikizwa kusaini na hati ya dhamana kwa njia udanganyifu wakati akijaribu kuhudhuria kesi ya Lissu. Simulizi hizi zimeonyesha athari mbaya za matukio hayo kwa afya ya akili, hofu ya kudumu na ukweli wa kisiasa unaotishia misingi ya uhuru wa kiraia. Jeshi la polisi la Tanzania limekuwa likijitetea dhidi ya madai hayo, likisitiza kuwa hakuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya vyombo vya usalama na utekaji nyara au mateso yaliyoripotiwa. Polisi wamekuwa wakikanusha madai kwamba wanashirikiana na kuongoza vitendo vya ukiukwaji wa haki. Hata hivyo wasiwasi wasi umekuwa ukiongezeka mbele ya jamii na kimataifa, kutokana na ripoti za mashirika mbalimbali mbali ya haki za binadamu. Taifa moja Uh, ya kuibua mjadala ni Law and Human Rights Center LHRC, ambayo imetoa mapendekezo kwamba sheria ya Tanzania kama Preventive Detention Act inaacha pengo inayoruhusu kukamatwa na kushikiliwa kinyume na taratibu za haki za kikatiba na hivyo kuwezesha unyanyasaji usiothibitishwa. LHRC inasisitiza kuwa mabadiliko ya kisheria ni muhimu ili kulinda raia dhidi utekelezaji wa ukandamizaji. Ripoti ya uchunguzi huu imepewa, zimepokea ushawishi mkubwa kutoka kwa mashirika ya kimataifa na Amnesty International imeitaka serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi wa kina juu ya madai ya mateso na kuondoa aina yoyote ya mateso dhidi ya wanaharakati wa haki za binadamu na waandishi wa habari. Shirika la International Commission of Jurists ICJ limeonyesha wasiwasi wake juu ya unyanyasaji wa kihalali dhidi ya waangalizi wa kesi za kisiasa na limetisha wito kwa uchunguzi wa haraka na wa kutegemewa ili kuwashughulikia wahusika. Aidha, Human Rights Watch imeorodhesha visa vya utekaji, mateso, nyanyasaji na mashambulizi dhidi ya wanaharakati wa haki za binadamu, wanachama wa vyama vya upinzani, wanasheria na viongozi wa dini tangu mwaka 2024 ikibainisha kuwa takriban visa kumi vimeandikwa tangu katika mwaka wa 2024 hadi mwanzoni mwa mwaka 2025. Swala hili limevutia uzito mkubwa mbele ya uchunguzi mkubwa uliopangwa kufanyika tarehe 29 Oktoba mwaka jana nchini Tanzania. Ripoti mbalimbali za haki za binadamu zimeashiria njia matukio ya utekaji na mateso yanavyoweza kuadhiri chaguzi kwa kupunguza imani ya wananchi kwa taasisi za dola na kuchochea wasiwasi kuhusu uadilifu wa uchaguzi, uhuru wa vyama vya upinzani na nafasi ya uhuru wa kujiunga na shughuli za kisiasa. Kuna wasiwasi wa wasi kina kwamba mabadiliko ya sera na utekelezaji wa sheria haswa ya kiusalama yanaweza kutumika kama chombo cha kisiasa dhidi ya wapinzani wa, wa kisiasa na hivyo kupunguza ushindani wa kisiasa. Kiongozi wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu amekuwa akiendelea kuhudhuriwa na changamoto za kisiasa na kisheria, ikiwa ni pamoja na kesi za juu za jinai zinazomkabili, jambo ambalo limeonekana kuibua mjadala juu ya uhuru wa siasa nchini. Uandishi wa uchunguzi wa vyombo vya habari huru kama BBC umeonyesha jinsi kazi ya vyombo vya habari inavyoweza kuchochea uwazi na uwajibikaji wa serikali hali katika jamii zinazopigania demokrasia. Uchambuzi wa siasa ama wachambuzi wa siasa wanasema kwamba uchunguzi kama huu unatoa fursa ya serikali kusafisha rekodi yake kuhusu haki za binadamu aa, na kukutana na matarajio ya jamii ya kimataifa. Hata hivyo, serikali inakemea ukweli wa haraka wa taarifa zisizo na uthibitisho wa kisheria na inasisitiza kuheshimu taratibu za sheria kabla ya kutoa conclusion hizo zote. Tanzania kwa muda mrefu imejulikana kama nchi yenye amani na utulivu wa kisiasa katika eneo la Afrika Mashariki, ikionyesha mfano wa majadiliano, amani na ushirikiano wa kisiasa. Hata hivyo, matukio hivi karibuni kama utekaji nyara na mateso vinadaiwa uh, vina kushirikisha vyombo vya dola na vinaibua mashaka juu ya mwelekeo wa demokrasia nchini Tanzania. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha visa vya kutoweka kwa kulazimishwa vimekuwa vikitokea mara kwa mara kwa zaidi ya mwongo mmoja uliopita, ikiwa ni mara kwa mara zaidi tangu uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na kwa kuzingatia taarifa ya BBC Africa Eye, mashirika ya haki za binadamu na ripoti za kimataifa, suala la utekaji nyara na mateso nchini Tanzania ni changamoto kubwa kwa demokrasia ya nchi, linaguza msingi wa haki za binadamu, uhuru wa kisiasa na nafasi ya vyombo vya upinzani kujiendesha salama kabla ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na tano na ukuaji wa wasiwasi wasi wa umma kuhusu uadilifu wa uchaguzi, imani kwa vyombo vya serikali na nafasi ya Tanzania jukwani kimataifa ni muhimu sana kwa mustakabali wa kisiasa wa nchi. Serikali, vyombo vya usalama na vyama vya siasa na jamii ya kiraia yanapaswa kushirikiana ili kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na heshima kwa sheria na haki za binadamu. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse channel, chaneli yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi moja kwa moja. Zidi kuwa nasi kwa taarifa kama hizi kila wakati. Unalostahili kufanya ni kusubscribe, ili uwe mfuasi wetu moja kwa moja.